Na ndiyo maana wa Magharibi wakatengeneza baadhi ya vijana kwa malengo yao haya ambayo wanayosema, vijana hawa wakawa wanajinadi kwamba wao ni Waislamu kwa yale wanayoyafanya katika mambo ya kigaidi, asema huu ndiyo Uislamu, hali ya kuwa Uislamu uliomo ndani ya vitabu vyetu upo mbali kabisa na haya ambayo wanafanya na hawa na hawa vijana ambao wanatoka mathalana wanaenda wakaa porini huko, wanakaa wana, wana, uh, wanavamia watu njiani wanawanyanganya mali na kadha, wanaweza wakaja supermarket wakaripua supermarket. Uislamu hauamrishi mambo kama haya wala haufundishi mambo kama haya, lakini kwa msingi wa maneno haya ni kwamba watu hawa wametengenezwa kwa makusudi ya ku, taka kuvunja Uislamu uliopo ndani ya kitabu na Sunna, na kutengeneza Uislamu wanaotaka wa Uislamu wa kisasa eh, ambao hauna shida. Anasema Ibn Hamin khutba bi Sheikh fi alharam, akiwa katika Haramain katika Haram al-Makki akitoa khutba hii, inna din al-Islam wa al-lugha al-arabiyya, anasema muallif, hakika dini ya Uislamu na lugha ya Kiarabu, huma alhadafu alasasi, hayo mawili ndiyo lengo la msingi lilaadai, ndio lengo la msingi la maadui, aladhina hum aslu kulli fitnatin, ambao hao maadui ndiyo asili ya kila fitna, wa balaa, na kila balaa wa waraa kulla bu'sin bu, na ndio hao maadui wapo nyuma ya kila jambo baya, washakain na jambo ovu, wa fasadin fil ardhi, na uharibifu wa ardhi pot <tip> tutakapoona wakisa ala dhalik, chochote tutakachokiona, wanaumua wa maradhi, wanaumua wa matukio ya kiuchumi, kushuka kwa uchumi kwa maeneo fulani na kupanda Eh, wanaanzisha vita fulani, wanaimaliza, wanaleta vita nyingine, wanaimaliza, maila dhalika. Wanaanzisha mipango fulani ya michezo, miziki, makamari, chezo, miamala ya riba, miamala mingine ambayo ni tofauti tofauti. Leo hii kuna miamala ya riba ambayo ukihadithiwa kwa dakika kumi mpaka 15 unaweza usielewi huu muamala ukoje, lakini una uwezo ukiingia sekunde moja tu kucheza, ya unahadithiwa kwamba hii iko hivi, faida yake iko hivi, faida yake iko hivi, mwisho wa siku unakuta tu faida ni nyingi na unaweza kucheza mara moja. Lakini ukisema kwamba ufahamu ule muamala, eh, basi abidi uende shuleni miezi sita mpaka mwaka uweze kusoma kusomeshwa na mwalimu kila siku kipindi kisichopungua cha masaa mawili mpaka matatu, ndio unawe uweze kujua huwe muamala lakini kusema kama utaufahamu, abadan hauwezi ukaufahamu. Na wao wamepanga hivyo, wameweka hivyo, ili watu waweze kuingia katika hii miamala kwa nini? Kwa upofu, mwisho wa siku wawe wamefikia lengo lao la kusaa pesa za watu masakini sakini watu ambao wa hawajiwezi ndio pesa zao zinapotea kwa hawa. Wako nyuma ya kila shakawa, kila buusi, kila fasadi ambayo inapatikana. wa hum muqiduna alhuruba, na wao ndio wenye kuwasha vita, vita zinazoendelea ulimwenguni. Wao ndio wenye kuzianzisha. baada ya vita vya Ghaza na Mayahudi kule eh? Hamasi na Mayahudi ambayo sababisha Waislamu kufa, tunasikia tena habari za vita vya Ukraine. Hakuna upepo umefanyaje? Umehama kutoka huku kwenda kule. Haa, ndio malengo yao ambayo, ikija vita ya tatu ya dunia, basi ianzie huku Mashariki ya Kati, ambao kuna Waislamu wengi au nisba ya Uislamu takriban 95% mpaka 99%. hivi ndivyo ambavyo naavotaa wahum muqiduna al-huruba fi kulli makan. hao ndio wenye kuwasha moto wa vita katika kila sehemu. Qala Allah Ta'ala, kullama awqadu naran lilharbi ahfaha Allahu. Kila alivyokuwa wakiwasha moto wa vita Allah alikuwa na uzima